Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, bwana John Heche jana tarehe kumi na nane mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano alizuiwa na idara ya uhamiaji nchini Tanzania, kwamba asisafiri kuelekea nchini Kenya kwa ajili ya kushiriki maziko ya kiongozi wa upinzani, kinara wa demokrasia katika nchi ya Kenya Raila Odinga, maziko ambayo yanatarajiwa kufanyika hii leo, na uhamiaji imetoa taarifa kwamba bwana Heche amevuka mpaka bila kufuata kanuni, kwa sababu baada ya kukataliwa na pasipoti yake kushikiliwa, kwamba haruhusiwi kusafiri nje ya nchi ya Tanzania ama kwenda huko nchini Kenya kwa jana na leo. Uh, basi, wananchi baadhi ya wananchi waliamua kumchukua bwana John Heche na kuondoka naye katika ofisi za uhamiaji na kwenda kuvuka mpaka wa Kenya, kuingia nchi ya Kenya bila utaratibu ambao ulitakiwa kufuatwa na uhamiaji au kufuatwa na John Heche kupitia uhamiaji. Lakini John Heche, ikumbuke kwamba alienda katika ofisi za uhamiaji ikashindikana uh, kupewa kibali cha kusafiri, na ndipo wananchi wakaamua kuondoka naye na baada ya taarifa ya uhamiaji kueleza kwamba Heche amevuka mpaka bila kufuata kanuni, huku idara hiyo ikitoa wito kwa baadhi na kwa wananchi wote wa ndani na nje ya nchi kufuata kanuni na sheria za nchi ama sheria za uhamiaji katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya kuishi na kuvuka mipaka ama kusafiri, basi baadhi ya watu wameandika ama kutoa maoni yao mbalimbali mbali. Akiwemo Boniface Anyisire Mwabukusi akiandika kwenye ukurasa wake wa Facebook akisema kwamba nilitarajiwa liwe andiko la kuomba radhi kwa kitendo kile cha kiarifu ambacho John Heche ametendewa na wote tumekiona hadharani. Anauliza bwana Boniface Anyisire Mwabukusi kwa kusema kwamba je, tuna haki ya kukataa kutii vitendo na amli haramu zinazojaribu kuingilia haki zetu za kisheria na kikatiba. Je, kutii sheria ni pamoja na kutii maagizo ya ramu yaliyo au yanayokiuka sheria na haki zetu? Na ameendelea kueleza zaidi hapo ndugu bwana Jo, huyu ndugu Bonifasi Anyesire Mwabukusi kuhusiana na John Heche kuvuka mpaka kwenda Kenya bila kibali cha uhamiaji na huku uhamiaji wakitoa taarifa yao na akieleza kihoji kwamba, je, uhamiaji wametueleza sababu za wao kumzuia John Heche hivyo? Na baadhi ya wasomaji wake kwenye ukurasa huu wa Facebook wametoa maoni yao baada ya andiko hilo, wakieleza, akiwemo Steven Baraka ambaye anasema hiyo inaitwa political mathematics. Lis alisema mahakamani, nendeni mkashiriki msiba wa Raira alisema live, dunia ilishasikia. Alitaka kuonyesha dunia uhalisia wa hali ya kisiasa nchini, na alijua kabisa watamzuia Heche asiende kuzika. Serikali yenu kwa vile inatumia nguvu kuliko akili, wangepaswa kuachana na Heche mpakani, aende Kenya. Ilikuwa ni mtego, walitegwa serikali. Haya mambo yanadhalilisha na kuonyesha dunia uhalisia wa mateso wa upinzani wanachopitia, wanaonewa. Dunia imeona. Sasa nimeangalia media nyingi za nje ya Tanzania, Heche imeriposti taarifa ya mpakani, asivuke. Tunaweza tukafikiria tunaikomoa Chadema, kumbe tunajivua nguo zetu wenyewe, tunaoga uchi katikati ya mbuga ya wazi kabisa. Tutumie akili kufikiri kuliko nguvu za mwili na kutegemea bunduki. Edward Wilson anasema tukio la idara ya uhamiaji kumzuia Heche kuvuka mpaka bila sababu za msingi, huku hatua hiyo ikifanyika hadharani na kwa namna ya kumdhalilisha ni tukio la aibu, kinyume cha sheria na kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ni muhimu kukumbusha kwamba haki ya kusafiri kutoka na kurejea nchini ni haki ya kikatiba inayolindwa na idara ya, na ibara ya kumi na saba kifungu kidogo cha kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba toleo la elfu mbili na tano inayosema wazi kuwa kila raia wa Jamhuri ya Muungano anayo haki ya kusafiri popote ndani na nje ya nchi, na anayo haki ya kuingia, kukaa na kutoka nchini. Kuzuia raia kutumia haki hiyo bila maelezo ya kisheria ni ukiukaji wa haki za binadamu matumizi mabaya ya mamlaka na ni tishio kwa uhuru wa kisiasa na kiraia katika nchi yetu. Pili, taarifa iliyotolewa na idara ya uhamiaji haikutoa sababu ya msingi wala ushahidi wa kukosa wa kosa la jinai lilomtia Heche hatiani. Kusema tu amevuka mpaka bila kufuata utaratibu pasipo kueleza taratibu hizo ni zipi nani, kwa namna gani amezikiuka. Mtisho kwa misingi ya uwajibikaji wa taasisi za dola. Tatu, kitendo hiki kinajenga taswira kwamba vyombo vya dola vivyogeuzwa siasa ya dhidi ya wale wanaonekana kuwa na mitazamo tofauti kisiasa, ni jambo linalodhoofisha imani ya wananchi kwa taasisi za ulinzi na usalama ambazo kisheria zinapaswa kuwa huru na zisizoegemea upande wowote. Wito kwa serikali: moja, serikali ifanye uchunguzi huru na wawazi juu ya tukio hili na iwawajibishe maafisa wote waliohusika kuvunja haki za kimsingi za mheshimiwa John Heche. Pili, idara ya uhamiaji iombe radhi kwa umma kwa hatua yao ya kiukandamizaji ambayo haikufuata misingi ya utawala na wa sheria. Tatu, serikali izingatie katiba na iheshimu misingi ya rule of law, Nne, vyombo vya ulinzi na usalama visitumike kisiasa, badala yake viongozwe na kanuni za weledi, haki na heshima kwa utu wa kila Mtanzania. Tano, bunge na tume ya haki za binadamu na utawala bora zichukue hatua ya kutoa tamko rasmi juu ya ukiukaji huu wa haki. Kutii sheria haimaanishi kutii amri haramu. Raia yeyote ana haki ya kukataa maagizo yote yanayokiuka katiba, haki za binadamu, au misingi ya kisheria. Waarifu wa kweli katika tukio hili si mheshimiwa Heche, bali ni wale waliotumia mamlaka yao vibaya kuhujumu haki ya msingi ya raia. Tanzania haiwezi kuendelea ikiwa taasisi zenye dhamana ya kulinda uhuru na wananchi ndizo zinazoongoza katika kubomoa. Serikali inapaswa kurejesha imani ya umma kwa kuchukua hatua za dhati, sio kwa maneno bali kwa vitendo. Royal Priesthood anasema, kwenye nchi hii sasa hivi sheria imebaki kwa wanaharakati na wapinzani pekee, huko kwingine ni free rider. Mafisadi hawajibishwi, hawa hawawajibishwi, waji na watekaji wanalindwa, maana ukihoji tu na wewe unawekwa kwenye wanted list.

hayo eh, maoni yake. Joshua Salim anasema huo ugonjwa wa mambo ya hovyo utaondoka tu kwa ma... anaeleza mambo yake hapo. Msafiri na Ngale anasema ni kama lazimisha maiti zinuke mwa Kigali. Anasema hivi hata idara ya uhamiaji nao wanaajiriwa kwa kigezo cha ukakamavu. Elimu ni muhimu sana kwa nyakati za sasa. Gaston Makweta binafsi, so ndaliona tukio la mheshimiwa John Wegesa Heche kuzuiwa mpakani kama mpango wa Mungu. Samuel Mwilwa anasema mpaka uhamiaji na nyie da Mungu atusaidie. Josephat anasema wao wamenyang'anya pasipoti bila kufuata kanuni na ndio chanzo cha Heche kupita bila kanuni, ila ajabu wamejifanya kama wao hawajakosea. Kesta Kenyatla anasema naona kwa sasa kila taasisi au wafanyakazi wa idara wafanye marudio ya elimu ya kazi zao, umri umeenda na hivyo wengi wamesahau kazi zao zinaendeshwaje. Emmanuel Chengula asema, unlovely order ought not to be obeyed. Hao wanapaswa kuanza kuburuzwa mahakamani kwa kuvunja sheria za uhamiaji. Benhard Mwabungulu anasema hivi hawa watu hawana hata aibu jamani, mtu kakaa boda masaa yote hayo mnakatalia msa kusafiri na mnakuja na uh, eh, watu wanatoa maoni yao mbalimbali hapa katika ukurasa wa Boniface Anyisile Mwabukusi ambao uh, ameandika waraka mfupi tu ama maoni mafupi tu kutokana na uhamiaji kusema kwamba Heche amevuka mpaka bila kufuata kanuni. Lakini Boniface Anyisile Mwabukusi, wakili huyu anasema yeye alitarajia kuwa andiko hilo iola kuomba radhi kwa kitendo kile cha ambacho John Heche ametendewa, na wote tumekiona hadharani. Mtazamaji, karibu nawe kwa maoni yako kuhusiana na haya yanayoendelea, hususani hili la bwana Heche kwenda nchini Kenya kwa ajili ya maziko ya Raila Odinga, lakini pasipoti yake ilichukuliwa, hivyo alivuka bila kibali. Unaiye pia kusema, karibu na uwe na wakati mwema. Asante <muchas>